Bahati nzuri wakaguzi wa CUF wamepita hapa takriban wiki moja imepita na wamefurahishwa na utayari wa uwanja wa Amaan, na mimi mwenyewe leo nimebahatika kupita hapa baada ya kikao kazi cha maafisa habari. Uwanja uko vizuri. Uwanja huu tofauti na vile tunavyovijenga sisi, huu ni hybrid, yaani hapa nyasi kwa asilimia themanini au zaidi kidogo ni nyasi halisi na asilimia kama ishirini ama chini ya hapo zinakuwa nyasi bandia. Kwa hiyo ni uwanja uko tayari na unakubalika huu na FIFA na CAF. Uh, ni uwanja ambao uko tayari na nimefurahi kuona na mimi nikuja kujifunza teknolojia iliyotumika hapa. Uh, naona ni kitu kizuri. Nawapongeza sana Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa utayari huu, na upande wa bara tunaendelea kufanya maandalizi uwanja uh, wa Benjamin Mkapa upo tayari. Uh, wakati fulani tulipata uh, ripoti ya CAF kwamba uwanja unatakiwa utimize vigezo fulani, lakini ni kwa sababu ya msukosuko ambao ulikuwa umepitia wa mechi za mfululizo, lakini pia tulikuwa tumetoka kukata nyasi chini kabisa, lakini sasa hivi na wenyewe uko tayari. Kwa hiyo Amani iko tayari, Benjamin Mkapa iko tayari. Sasa hivi tunakimbizana pale Dar es Salaam kuandaa viwanja vya mazoezi uh, Jimkana uh, Low School na Isamuyo. Tumepata changamoto kidogo pale kwenye uwanja wa Jimkana kwa sababu hiki ni kipindi cha mvua, sasa mvua nyingi zimenyesha nyasi zimeathirika kwa sasa hivi. Uh, wenzetu wa SUMA JKT wanapambana kwa kisha wanarejesha uwanja wa Jimkana katika hali yake, na kwa sababu mashindano ya chani yako mwezi wa nane tunaamini kwamba mpaka kipindi hicho itakuwa tayari. Lakini kwa viwanja vya Meja General Isamuyo uh, na Law School vile ni karibu viko tayari, vimekamilika, ni kufunga tu taa uh, kuweka uzio wa wa waya kumalizia vyumba vya kubadilisha nguo ambavyo tayari vilishajengwa ilikuwa, eh, ni kuwezeka tu imebaki. Lakini hayo yote sasa hayazuii kile kiwanja kutumika kama kiwanja cha mazoezi, na ndio maana tangu Februari tulitangaza kwamba tuko tayari kwa chan, kwa sababu kwa ma maandalizi ya muhimu ya kufanya chan tulikuwa tuna utayari, lakini kuna vitu vya kuboresha ili viwanja vitumike zaidi. Tutaendelea na mpango wetu wa kujenga viwanja vya kudumu vya mazoezi Leaders Club, Farasi, Tildo unaendelea kama kawaida na pale Jimkana, kuna sehemu pembeni tunajenga kiwanja kipya, kitakuwa mpaka na majukwaa kabisa ya watazamaji. Kwa hiyo mpango huo bado upo, tunaendelea kukimbizana. Tunazishukuru serikali zetu, zinatusapoti na Mheshimiwa Rais kule bara ameridhia kutoa fedha zitolewe E, Sumba JKT wafanye hiyo kazi usiku na mchana ili kuhakikisha viwanja vinakuwa tayari na Mheshimiwa Waziri Mkuu analisimamia kila wiki anapita kwenye viwanja kukagua. Kuhusu uwanja wa Uhuru, ukarabati unaendelea. Hivi ninavyozungumza mkandarasi yuko site. Eh, tunatambua kwamba eh, budget tuliyoiweka kwa ajili ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru unaweza usilete mabadiliko makubwa sana ya uwanja kama ambayo yametokea hapa Aman. Lakini tunaendelea ukarabati, na tunafanya mawasiliano eh, serikalini kufanyike maamuzi tuone kama tunaweza tukapanua zaidi ukarabati. Kwa sababu ukarabati unao nka ni wa kuimarisha miundombinu iliyopo ya Uhuru, sio mabadiliko makubwa sana ya uwanja. Maanake watu wasija wakasikia uwanja wa Uhuru nakarabatiwa, basi wakajua kila kitu kitabadilishwa. Ni kweli tunakwenda kuweka viti, tunakwenda kubadilisha vyumba vya kubadilishia nguo na kurekebisha mifumo ile ya maji, ya umeme, ya ulinzi, ya amera eh, lakini kuna baadhi ya vitu vitututaweza kuvifanya kwa kiwango kikubwa eh, labda kama tufanye mabadiliko ya mkataba, tuboreshe zaidi, tuongeze fedha zaidi, ili tuweze kufanya mabadiliko makubwa zaidi. Lakini kwa sasa hivi tutafanya hayo maboresho ya, ya miundombinu iliyopo.